Leo ndugu zangu, tumefika pahala, njia peke yake iliyobakia wenzetu wanaoipanga asubuhi na mchana ni kuiba uchaguzi, kufanya ghilba katika uchaguzi ili mradi waingie katika serikali. Leo tumefikishwa pahala. Mwananchi tumetekwa nyara katika nchi yetu. Nchi imetekwa nyara, na sisi wenyewe tumetekwa nyara, tumefanywa watumwa katika nchi yetu. Sasa leo walioingia kwa njia hiyo, hawa hawakuingia kwa ajili ya nchi, wala hawakuingia kwa nia ya mwananchi. Hawa wana shughuli zao, wana biashara zao, na ndiyo maana Ndio maana unasikia haya naosema makamu mwenyekiti bilioni, kwamba trilioni kila siku yanapigwa, kwa sababu hakuna wa kuwauliza. Wenyewe wanapanga watu wa kuingia baraza la wawakilishi, wenyewe wanaingia, wanapanga watu nani wa kwenda kukaa akawahoji, mtu ambaye hawezi kusema, mtu ambaye wamemfadhili lakini kibaya zaidi, mmeona wapi nyinyi mtu akaingia kwenye madaraka kwa kuua watu kwa kujeruhi watu kwa kuumiza watu, halafu akiingia nchi hiyo ikawa na baraka? Haiwezekani, haiwezekani. Sasa huko ndio tuliko, huko ndio tulikofikishwa na tukibaki huko huko maana yake wenyewe tumekubali kwamba tubaki katika umaskini huu kati kati ya utajiri huu ambao naueleza. Kwa sababu hii gesi imevumbuliwa zamani, mafuta yanajulikana zamani. Lakini ndugu zangu, siri ya kwa nini watu hawataki kuja kuchimba, hawataki kuja kuwekeza Zanzibar, mnaijua kwa sababu gani? ni kwa sababu kuna mambo lazima wayapate. Haiwezekani mtu aje awekeze mabilioni ya, ya, ya pesa kuichimba ge, mafuta au gesi iliyoko huko kwenye hivyo vitalu nilivyovitaja. Ni lazima uende chini ya bahari mita angalau elfu mbili na mia tatu. Tumefahamiana? yaani uende chini ndani ya bahari kilomita karibu mbili, ndio ukutane na hiyo ardhi ya baharini, ndio uanze kuchiba. Sasa hiyo kwanza, si kila mtu ana teknolojia hiyo, si kila mtu ana utajiri huo, na wanaotaka kuwekeza wenye utajiri huo wakiwemo hao Shele sharti lao lazima wawe na uhakika kama vitalu hivi kikatiba kisheria ni vya Zanzibar. Yeyote anayekuja kuwekeza katika sekta ya mafuta, la mwanzo analotaka ni uhakika kwamba hapatokuwa na ugomvi. Hiyo ni katika kanuni zao duniani. Sasa leo Zanzibar hatujijui kwamba mafuta haya ni ya kwetu au ni ya Tanzania bara, kwa sababu katiba inasema mafuta na gesi ni suala la muungano. Sisi tumedanganywa na tukakubali kudanganyika, eti tunaruhusiwa kuchimba mafuta ama ya kujipaka. Sawa, mnaweza kupata, lakini sio haya. haya na kanuni zake za kidunia na kanuni zake za kidunia, lazima uoneshe kwamba sehemu yenyewe ni yako, mafuta ni yako, yani sovereignty juu ya hayo mafuta ni ya kwako. Sisi katiba inasema hivyo, kuna sheria iliyotungwa na bunge la muungano inasema kwamba mali ya mafuta ni ya jamhuri ya muungano, sio ya Zanzibar. Sasa mnafanya watu wenda wazimu waje walifanye hili. Sasa, ndugu zangu, tunaposema kwamba lazima tutoke hapa. Tunaposema kwamba lazima twende tukainusuru Zanzibar mwaka huu. Yamani, tunayasema kwa haya kwamba tunakuwaje tufe katika umasikini, tuendelee kuwa masikini, watu wanaiba hicho kidogo kinachopatikana. Sisi kwa nini tuwe masikini katika nchi yetu? Kwa sababu kuna mtu anajipaka mapinduzi, anajipaka anasema hawezi kutoa nchi hii, na sisi tunakubali. Mi ni waulize, na sasa wanachofanya, wanawachukua ndugu zetu kwa ulafi wao, wakawapa vipesa shilingi mbili unusu shilingi tatu, chonga wamejaa hapa. Wewe unakuaje mwananchi wa nchi hii kweli?